Habari za wakati huu. Leo tarehe sita mwezi wa sita. Ni siku kubwa sana katika kumbukumbu kumbu ya maisha yangu katika kazi yangu unayofanya, miaka arobaini na miwili iliyopita tarehe sita mwezi wa sita mwaka elfu moja mia tisa na themanini ndiyo niliajiriwa. Ajira yangu ya kwanza nilianza pale Radio Tanzania Dar es Salaam, wakati huo ikiitwa Pugu Road, ndio nilianza kazi hii ya utangazaji tarehe 6 sita, mwezi wa sita, mwaka elfu moja mia tisa na themanini uh, miaka arobaini na miwili Du, namshukuru Mwenyezi Mungu, afya yangu ni nzuri, bado nina nguvu mkwanga, bwana. Getting old but still going strong. Asante Mungu. Wakati Tanzania ikiwa inaomboleza msiba wa Charles Hillary, moja kati ya waandishi nguli sana ambao alijipatia umaarufu kupitia BBC Swahili lakini e, aliteuliwa baadaye na kuwa msemaji wa serikali ya Zanzibar. Sasa, moja kati ya marafiki zake pendwa ama marafiki wake wa karibu ni Askofu Mwamakula, ambaye na yeye kaguswa kwa namna moja ama nyingine na kuweza kuzungumzia e, kuhusu msiba wa huyu Charles Hillary. Wengi tunamkumbuka kutokana na umahili wake wa utangazaji lakini hiki alichokiandika Askofu Mwamakula ni kuwakumbushia pia eh, waandishi wengine kuweza kutumia kalamu zao au midomo yao kuweza kuwaonya viongozi waovu. Sasa aliandika hivi: tulionana miaka miwili iliyopita Zanzibar, na wakati huo sikujua kama itakuwa ni mara ya mwisho kuonana na wewe. Baadaye nilisikia uliteuliwa na Rais Dr. Hussein Mwinyi kuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Nilijiona fahari juu yako rafiki yangu na mlezi wangu katika utumishi, ambaye ulinipokea katika huduma ya Umoja wa Kujisomea Biblia. Sasa ni Padre Ken Nuhu Salanya ametujulisha kuwa umelala mauti. Kupitia huyu pia nimepata e, juu ya utu na utumishi wako. Hakika ni mshtuko mkubwa, hasa kwetu sisi ambao hatukusikia hatu habari za kuugua kwako. Umeacha nyuma utajiri mkubwa sana wa sauti na utendaji uliotukuka hasa katika tasnia ya utangazaji na uandishi wa habari kwa ujumla wake. Tunapokulilia tunatafakari sana, tufanye nini kama taifa na wimbi hili la makanjanja wa habari ambao hawajui hata utafiti. Wanachojua wao ni uchawa na kusifia utawala ambao kwa kweli walitakiwa kuonywa kwa karamu zao kama si sauti zao ninakulilia sana mkongwe Charles Hillary, ambaye umefariki ukiwa na umri wa miaka 66. Lala salama. Waratini husema Requiescat in pace, Waingereza husema Rest in peace. Sisi kwetu tunasema ukatunsie. Bwana Mungu akubariki kutoka kwako katika maisha haya kuingia katika maisha yenye utukufu mwingi. Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Askofu e, Erasmus Bandekile E, Mwamakula Shinyanga. Sasa huu ndo ujumbe ambao aliandika Askofu Mwamakula kuhusu e, kifo cha Charles Hillary. Tunajua jamaa alifanya mengi sana mengi mengi mengi mno, yani ni ngumu kuelezea, lakini pia alipata shavu baada ya kurudi Tanzania na kuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mimi namjua kwa vingi alivyovifanya kupitia tasnia ya habari na alikuwa ni mtu ambaye e, wengi tumemfuatilia kwa muda mrefu sana, kuanzia utangazaji wake wa michezo na mambo mengine mengi sana ambayo alikuwa akiyafanya. So bwana, mimi naungana na Askofu Mwamakula kusema kile ama kupigia mstari kwenye kile alichokisema kwamba e, ameacha e, jambo kubwa sana huku kwani e, yeye si kama waandishi wengine, waandishi kanjanja Yaani watu ambao wao kutwa kucha kusifia utawala tu ila kukosoa, aa, hapana. Kwa hiyo bwana, naungana na askofu alichokizungumza. Waandishi siku hizi hususani hawa wakubwa, kila mmoja unamuona e, anasifia hata kama jambo ni la uovu. Tena imekuwa ni ngumu kukosoa, na hili ndilo ambalo askofu Mwamakula analiona liko tofauti kabisa na Charles Hillary ambaye yeye e, anaonekana kuwa e, kipaumbele cha watu wengi sana kuweza kufuatilia habari lakini pia kuweza kujifunza vitu vingi sana kutoka kwake. Kwa hiyo tunaungana na Askofu Mwamakula, kusema kweli, tasnia e, ya uandishi imejawa na makanjanja, watu wanaosifia tu, yaani sasa, sasa hivi ukiambiwa kila media ama kila e, e, ile mainstream lazima ukute wanasifia tu, hata kama jambo ni la kukosea ama kukosoa na tumeona wengi wanakuwa e, wana balance kwa namna fulani hawataki kuonyesha upana wa jambo kwa sababu wanaamini huenda sheria kali zikachukuliwa. So naungana na Askofu Mwamakula. Basi bonyeza hapo e, neno subscribe kama hujia subscribe, lakini achia comment yako hapo chini, like, share na watu ili waweze kuelewa ama e, kutambua ni kipi ambacho kinaendelea e, hapa na huko na kule, bye, bye.